Mwendesha mashtaka wa serikali Marshal Mseja akisoma hati ya mashtaka mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Fazili Luvinga alieleza kuwa fedha hizo zilitengwa kwa ajili ya shughuli za michezo kwa shule za msingi kupitia mashindano ya UMITASHUMTA mwaka 2023, lakini Dr. Baganda anadaiwa kuzitumia kinyume na taratibu kwa manufaa binafsi. A, leo tumefungua kesi ya hujumu uchumi namba 13687 ya mwaka 2025 kesi inahusu inahusisha washtakiwa watano ambapo mshtakiwa wa kwanza ni afisa elimu mkoa Singida wa Singida. Mshtakiwa wa pili ni headmaster katika shule ya sekondari ya Muhanga iliyoko mkoa wa Singida, na washtakiwa namba tatu mpaka namba tano ni watumishi katika halmashauri ya manispaa ya mkoa wa Singida. Aa, kesi inahusisha fedha za umma ambazo zilikuwa zimetengwa kwa sababu ya shughuli za michezo ya shule ya msingi kama Umita Shumta kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ambapo mshtakiwa wa namba moja afisa elimu mkoa alizichepusha fedha hizi, badala ya kuenda kufanyia shughuli iliyotegemewa, basi alienda kuzifanyia shughuli za binafsi na hivyo kutengeneza makosa ya uchepuzi fedha ni kiasi cha shilingi milioni arobaini na nne laki sita na ishirini na tatu. Washtakiwa wengine katika kesi hiyo ni Evans Mlongo, mwalimu wa shule ya sekondari ya Moranga iliyopo manispaa ya Singida, Pasco Kichambati, Deonatus Malima na James Lazaro ambao wote hawa ni watumishi wa halmashauri ya manispaa ya Singida. Na washtakiwa namba mbili mpaka namba tano walimsaidia kutokana na nafasi zao mbalimbali walizokuwa nazo wakiwemo wasibu pamoja na <coughs> na, na, na afisa elimu waliweza kumsaidia kwa maana ya kuandaa malipo hayo kwa maana ya kuandaa PV na kuzidhinisha, ambapo zilipelekea afisa elimu mkoa kulipwa fedha za kitanzania shilingi milioni arobaini na nne laki sita na ishirini na tatu. Kwa hiyo kwa washtakiwa namba mbili mpaka namba tano makosa yao zaidi yanahusishwa kwenye makosa ya kusaidia kutenda kosa lakini, mshtakiwa namba moja ambaye ndo afisa elimu mkoa yeye anashtakiwa kwa makosa ya uchepuzi pamoja na makosa ya utakatishaji fedha. Kwa kwa kifupi, kutokana na makosa ambayo anashitakiwa nayo, mshtakiwa a namba moja amekosa dhamana kwa ameenda